Lakini njia ya tatu ambayo inaungana na njia ya pili ni ataawunu maahum, ni kusaidiana nawo nao katika kulinda amani. Tusaidiane nawo katika kuwakamata pia wale mujrimini. Kuna watu ambao watapatikana katika nchi yetu kwa lengo la kuihatarisha amani ya nchi yetu, ima kwa maneno au kwa vitendo. Ni lazima sisi wa Tanzania kwa pamoja tusaidiane na vyombo na vyombo na vitengo vya kuilinda amani, kwa lengo la kuwakamata hawa watu ambao ni waovu, ambao wanapanga au wanafanya mipango ya kuhatarisha amani ya nchi yetu Tanzania. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ana

bisadiu udwani lmujirimini, kusaidiana juu ya kuhakikisha wema, juu ya kuzuia uadui wa watu waovu katika nchi zetu, na bilkhusus katika nchi yetu ya Tanzania. Itakapokuwa Watanzania wote wameamua kwamba wasisaidiane na maaskari, wasisaidiane na vyombo vya kulinda usalama na amani wakawa wa Tanzania hawajatoa habari za wale watu ambao wanahatarisha amani ya Tanzania, wakawa wamewaficha watu ambao wanahatarisha amani ya Tanzania, basi hiyo itakuwa ni sababu ya amani yetu kuondoka. Ni lazima tusaidiane, sisi raia wa Tanzania, tusaidiane na serikali, tusaidiane na vile vyombo na zile kamati mbalimbali za kulinda amani ya Tanzania, kwa lengo la kuilinda amani ya Tanzania na kuzuia uovu na mipango mibaya ya watu ambao ni waovu. ayuhalahiba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadithi katika sahih Muslim, hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi alhi wasallam anatuambia La'ana Allahu man awa muhditha, Allah anamlani mtu ambaye atamlinda na kumficha mtu ambaye analeta ihdath katika dini, analeta uzushi katika dini, na analeta uzushi katika mambo ya watu. Itakapokuwa kuna mtu ambaye anafanya uzushi katika dini au anafanya uzushi katika mambo ya watu, na miongoni mwa mambo bora ambayo yanafungamana na watu ni amani yao. Kama kuna mtu ambaye anataka kuvunja amani ya Tanzania, analeta hatari ya uvunjivu wa amani ya Tanzania, ukamjua, ukamlinda, ukamuhifadhi, na ukawa hujatoa habari huko polisi au sehemu husika au kwa serikali, ukamuhifadhi, basi wewe unalaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba Allah anamlani mtu ambaye anamficha yule ambaye analeta uzushi katika mambo ya dini, analeta uzushi katika mambo ya watu. Mtu anayetaka kuihatarisha amani ya nchi yetu Tanzania hakuna kumficha, lazima tutoe habari katika maeneo husika ili apate kukamatwa, kwa lengo watu wengi, watu milioni milioni sabini za watu za Watanzania zipate kusalimika. Aondoke mtu mmoja, wasalimike watu wengi, kwani kulinda maslahi ya watu wengi ni bora kuliko kulinda maslahi ya mtu mmoja, wameelezea baadhi ya ahlulilmi.

almujdimin watu waovu, majambazi, na wengineo ambao wanaweza kuhatarisha amani au ambao wanaweza kuondoa maslahi ya watu na khusus, maslahi, ya wa bilkhususi kuondoa maslahi ya Waislamu, tutasaidiana nao kwa lengo la kuleta maslahi ambayo yataweza kurejea kwa, kwa taifa kwa ujumla na bilkhususi hayo maslahi wataweza kuyapata wa Islam. At-tariqatu ar-rabi'a, njia ya nne ya kuilinda amani, kujua maarifa ya kadri al-amni wa idham shani, kujua nafasi ya amani, kujua nafasi ya amani na thamani yake, kwamba amani ina thamani kubwa. Amani ni bora kuliko chakula. Amani ni bora kuliko kinywaji, amani ni bora kuliko kila kitu. Mambo yote ambayo ni muhimu katika maisha ya binadamu hayawezi kupatikana isipokuwa mpaka iwepo amani. Kama amani hakuna, kupatikana mambo mazuri ni ngumu. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbi yote, yule ambaye ataamka hali ya kuwa ana amani katika familia yake, mtu akiamka hali ya kuwa ana amani katika familia yake, mtu akiamka hali ya kuwa ana amani kwenye njia yake ya kwenda kufanyia kazi, ile njia yake anayopita kuelekea kazini, njia yake ambao anapita kusafiri akawa ana amani, mtu akawa na amani sehemu yake ya kufanyia kazi, sehemu yake anapolimia sehemu yake ambayo aniyafanya majambo yake akimaisha, muafa fi jazadi, akawa ana afya kwenye mwili wake. Indahu qutu yaumi, ana chakula cha siku moja tu, chakula cha leo, kesho hana uhakika atakula nini. Fakaanna mizatilahudduniaa, kana kwamba mtu huyo amepewa dunia nzima. Yani sisi, ndugu zangu, sehemu kubwa katika sisi wa Tanzania sisi tunaishi hali ya kuwa, yaani, tuliyokuwa wengi tunakuwa na chakula cha leo hata na kesho. Ni idadi ndogo mno katika idadi ya wakazi wa Tanzania ambao wanakosa hicho chakula cha kesho, ni idadi ndogo. Lakini ndugu zangu wa Tanzania kwa ujumla, hakuna nchi yoyote duniani ambayo haina maskini. Tumeona baadhi ya ndugu zetu ambao wanasafiri, wanaenda Ulaya, wanatuonyesha baadhi ya maeneo ambayo watu ambao wanaishi Ulaya, ambao ni wakazi wa Ulaya, ni wananchi wa Ulaya, wanakosa makazi ya kulala, wanalala nje, kuna watu wanalala nje. Kwa hiyo duniani, hakuna nchi ambayo haina maskini, na huo ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa, kama Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah ametuumba kuna matajiri sana, kuna watu wa kawaida, kuna watu wakati na kati, kuna watu ambao hawana kabisa. Huo ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu ambao wanapata na kuna watu ambao wanakosa. Hakuna mtu yoyote ambaye ataingia madarakani akawa ana uwezo wa kuwapatia wananchi wake kila kitu wakaondokana na utajiri, yani kila mwananchi akawa ni tajiri Haiwezekani swala kama hilo. Mpango wa riziki ni mpango wa Allah subhanahu wa taala. Leo unapata kesho unakosa, leo unapata kesho unakosa, mwingine anapata moja kwa moja. Lakini ndugu yangu Muislamu, ishi katika kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kile kidogo au kingi ambacho unakipata. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia masuala ya riziki, akasema fa inna rizqa allahi, hakika rizqi ya Allah subhanahu wataala. La yajurruhu hirsu harisin, hailetwi na pupa ya mtafutaji. Mtu apambane usiku na mchana, haiwezekani akapata zaidi ya kile alichopangiwa na Allah. Rizqi hailetwi na wingi wa kupupiya kuitafuta. Wala yaruduhu karahiyatu karihin, na wala hiyo rizki hairejeshwi na wala haizuiliwi na chuki ya mwenye kuchukia Achukie mganga, achukie shetani, achukie jirani yako, achukie mwenye chuki dhidi yako, afanye, azuie, wewe utapata kile ambacho umekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama utapambana usiku na mchana, hautopata isipokuwa kile ambacho umekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haupati zaidi ya kile ambacho umekadiriwa na Allah. Kwa hiyo wasije watu wakakudanganya, ewe Mtanzania, kwamba ikiwa mtu fulani ataingia madarakani au ikiwa chama fulani kitaingia madarakani, kwamba umaskini wako utaondoka, la abadan. Wewe utabakia katika ile hali ambayo Allah ameikadiria. Ukiwa tajiri wakati ulikuwa bado hujafika, imefika time, wewe umekuwa tajiri, kwa sababu Allah alipanga uwe tajiri kuanzia muda fulani, na muda uliopita wewe haukutakiwa kuwa tajiri kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa bado hajapanga. Kwa hiyo, umaskini wa maskini ni mpango wa Allah na utajiri wa tajiri ni mpango wa Allah. Hakuna mtawala yoyote ambaye ana uwezo wa kufanya kila namna kuwatajirisha raia zake. Ndugu zangu wa Tanzania, ndugu wa Islam, kwamba amani kwanza, amani kwanza, ishi ukiwa maskini hali ya kuwa ukiwa katika amani. Ishi ukiwa maskini hali ya kuwa uko ndani ya amani. Ishi ukiwa tajiri hali ya kuwa uko, uko, uko, ukiwa ndani ya amani. Asije mtu akakushawishi kwamba kuna mambo ambayo unayakosa, asije mtu akakushawishi akasema kuna mambo ambayo unayakosa kwamba uivuruge amani yako, la abadani. Amani ndiyo jambo ambalo ni la kwanza ambalo kila mmoja anatakiwa alibubie na ajue thamani yake. Amani ina thamani kubwa kuliko chakula, kuliko kinywaji, kuliko zile haki ambazo kila mmoja anazitaka. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa apambane kwa lengo la kuilinda amani ya Tanzania yetu. Njia tam, ya tano ya kuilinda amani, takdimu lamni ala lhukuki kila mmoja aitangulize amani juu ya zile haki ambazo amezikosa. Kuna haki unazitajia, huzipati, ukaambiwa kwamba zinapatikana sehemu fulani, au unazidai serikalini. Hizo haki zidai ukiwa ndani ya amani. Na ikiwa, ndugu yangu Mtanzania, ukaona kwamba unaidai haki, ikiwa utaidai haki hiyo ukiipata amani inavunjika na amani ukiipata haki huipati, basi bora baki na amani, haki iondoke. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyotufundisha kwa hadithi mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, watawala wakitupiga, watawala wakitunyanyasa watawala wakichukuwa mali zetu, hizi ni haki zinaondoka, lakini mtume akasema isma'u lahum, wasikilizeni wasikirizeni hao watawala, waatwiuhum, basi watiini hao watawala. Mtawala anakupiga anachukuwa mali yako, basi msikize na umtii. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam katika baadhi ya ahadithi alituambia tufanye subira innakum satarawna baadi athara, hakika nyinyi baada yangu mtaona upendeleo watawala wenu watakuwa na pendelea, watapendeleana katika mali watapendeleana katika vyeo, kwa sababu mtawala haiwezekani akampa kila mtu. Kuna baadhi atawateua watakuwa ni mawaziri, na kuna baadhi atawateua watakuwa ni wakuu wa mkoa, wengine atawafanya kuwa ni wakurugenzi na wengine atawafanya kuwa ni wakuu wa wilaya, wengine atawafanya kuwa ni makatibu tawala wa ma ila dhalik, watateuliwa na mtawala, na wengine atakuwa hana uwezo wa upendeleo upendeleo wa kuwateua kwa maana unapatikana upendeleo, upendeleo katika vyeo, upendeleo katika mali. Mtume sallallahu alaihi wasalama akasema, fanyeni subira hatta talqauni ala alhawd, fanyeni subira mpaka tukutani akhera tukiwa katika nini? Tukiwa katika haudhi, tukiwa katika mto. Wakati huo watu wa watakuwa wanahitaji kunywa maji na mtume atawapatia maji. Kwa hiyo subira mpaka uje umauti. Watu walienda kwa Anasi Ibn Maliki radhiallahu ta'ala anhu, wakamwambia tunapata tabu, tunapata kudhulumiwa na Hajjaj, tufanyeje?

Subirini mpaka mfe, subirini mpaka uwajie umauti, msije mukaleta mambo ambayo yatakuwa ni yenye kuleta shari zaidi ya ile shari ambayo mnaiona. Kwa hiyo fanyeni subira, haya ambayo mnayaona siyo makubwa kuliko yale ambayo yatakuja kama nyie mtakapokuwa hamjafanya subira. Kwa hiyo fanyeni subira mpaka muukute umauti. Anas akasema Sami'tuhu ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, haya nimeyasikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, tufanye subira, tufanye subira kwa yale ambayo tutayaona kama ni kero, tuyafanyie subira. Lakini kuna mazuri mengi ambayo tunayaona, lau kama tujafanya subira kwa yale machache ambayo tunayaona kuwa ni kero tukaivunja amani ya nchi yetu Tanzania, itakuwa ni sababu ya haya mazuri tuliyokuwa nayo yataondoka, haya mazuri tuliyokuwa nayo yataondoka. Nyinyi Wakristo ambao mnaenda makanisani, hamtoweza kwenda makanisani wakati hakuna amani. Sisi Waislamu ambao tunaenda misikitini, hatutoweza kwenda misikitini kama amani hakuna. Wafanyabiashara, hamtu weza kufanya biashara kama hama amani hakuna. Wakulima hamtu weza kulima kama amani hakuna. Hizi ni kheri kubwa ambazo zipo katika nchi yetu, lau kama amani itaondoka zitaondoka. Mwalimu wa madrasa, kama amani itaondoka hauwezi kusomesha madrasa. We mwalimu wa shule, kama amani itaondoka hauwezi kwenda shule. wanafunzi wa vyuo na wale ambao sio wa vyuo, kama amani hakuna hamuwezi kwenda vyuo kwa lengo la kusoma. Wewe daktari hauwezi kumtibia mtu kama amani hakuna. Hayo yote tunahitajia amani. Kwa hiyo hizi heri ambazo kubwa na nyingi tulizokuwa nazo lazima tuzilinde, na hali ya kuwa tunafanyia subira yale mambo madogo madogo ambayo tunayaona kwamba ni kero lakini kuna kheri nyingi mno ambazo zinapatikana kwenye nchi yetu Tanzania lao. Kama tutavumilia, Allah subhanahu wa ta'ala atazidisha hizi kheri na zitakuwa ni nyingi, na tutaendelea kuishi katika kheri nyingi katika nchi yetu. Kwa leo ntamalizia na hii sehemu ya sita kwa haraka haraka, ili nimwachie akhi shakik Sheikh Ilyasa Ibn jumua Allah amuifadhi na ambe tawfiqi katika mambo yake yote ya duniani na akhirah, njia ya, ya, akhira, ya sita: munasahatu sultanu sirran liman ra'a fihi khata, miongoni mwa njia nzuri za kuilinda amani ni kuwa nasihi watawala kwa sidi, kwa yule ambaye ameona kosa katika utawala Utakapokuwa umeona kosa katika utawala, kama we ni ustadhi au ni shekhe au ni khatibu, usisimame juu ya mimbari kuukosoa utawala juu ya mimbari kwa wazi. Una uwezo kwenda serikalini, kwenda kwa rais, kwenda kwa waziri, kwenda kwa mkuu wa mkoa ukamnasii kwa siri, fanya hivyo, lakini siyo kwa kutangaza. Usiitumie simu yako kuikosoa serikali kwa kuandika katika WhatsApp, katika Facebook, katika Instagram, katika TikTok, katika maeneo mbalimbali, katika mitandao ya eksi twita. Usinasihi serikali kupitia katika mitandao kwa wazi, hii ni sehemu ya uchochezi. Hii ni sehemu ya kuwachochea wananchi wasiwe na amani na imani na serikali yao.

Asilidhihirishe kwa watu, asilitangaze kosa la mtawala wake. Afanyaje? Afanyaje lakini? Afanyaje lakini, yaakhudhu biyadi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, aushike mkono wa huyo mtawala, aushike mkono wa huyo kiongozi. Fa yakhulu bihi, amuweke pembeni. Fa in qabila minhu fadhaka, ikiwa mtawala atakubali, basi alhamdulillah, ni jambo ambalo linatakiwa

dhidi ya viongozi wao, kwa sababu hiyo ni sababu ya kuondoka amani ya nchi yao. Watu wanahitajia, naam, wanahitajia mtawala awafanyie mambo mazuri, yapatikane mafungamano kati ya mtawala na raia wao ambao anawatawala, yawe ni mafungamano mazuri. Wewe unapokuja ukaanza kusema sijui rais kawafanya kadha kuna kadha serikalini, kuna hivi na kadha na kadha, hili linakuwa ni jambo ambalo sio jema. Mfate mtawala au wafate watu ambao wanaweza kumnasihi mtawala kwa siri, ili wapate kumnasihi. Wakisha mnasihi, hapo heri zitaweza kupatikana katika nchi. Ama mtu atakapokuwa ameanza kuyataja mabaya akaandamana, wa ma ila dhalika, kuna maafa makubwa na mazito yatakuja kutokea kwa sababu ya kuwachochea na kuwachochea wananchi dhidi ya utawala wao, na hayo biidhnillahi azza wa jalla atakuja kuyaelezea akhi shaqiq Sheikh Ilyasa hafidhahu llahu taala atakapokuwa anaelezea kuhusiana na madhara yanayopatikana kwa sababu ya watu kuandamana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania namna ya kuweza kuirekebisha serikali yetu, tutairekebisha kupitia njia nzuri za kuidumisha amani, na miongoni mwa hizo njia ni kuombea dua, kushirikiana nao katika majambo mazuri, na vile vile kuwanasihi kwa wema na kwa siri, pale ambapo zakapokuwa tumeona makosa. Tujue kwamba watawala ni wanadamu watawala ni wanadamu, ndugu zangu wa Tanzania. Kwa kuwa wao ni wanadamu, lazima kuna mambo watayakosea. Kwa hiyo, wakikosea, njia iliyokuwa nzuri aliyotufundisha Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam sio siyo kuwatusi, bali ni kuwanasihi kwa wema na kuwanasihi kwa siri na kuyateili waweze kuyatengeneza yale ambayo yameharibika, na wao biidhinilahi subhanahu wataala ikiwa tumefanya hivyo, wataweza kuyatengeneza wa yale ambayo yameharibika, ili yakawe sawa, lakini siyo kuhimizana kuivunja amani ya nchi zetu. Tusihimizane kuivunja amani ya nchi yetu. Amani ndiyo msingi mama, ndiyo msingi muhimu wa maendeleo na kuweza kuyarekebisha yale ambayo yameharibika. Wallahu ta'ala ala wa alam.